tunaenda kwenye vita vita kubwa kweli kweli vita ambayo e, tunachokihitaji ni kuvuka kwenye hiyo vita tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli simba tumecheza e, takriban robo fainali tano zote za kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa Afrika kwa kipindi cha miaka sita mfululizo, lakini tunaweza kusema ya kwamba hii ni moja kati ya robo fainali ngumu ambazo tunakwenda kucheza safari hii. Almasri ni mpinzani ambaye amedhamiria na yeye kwa upande wake kufanya vizuri katika michuano hii. Ukiangalia performance yake tangu ameanza michuano hii, inakupa taswira halisi ni mpinzani wa aina gani. Lakini na sisi Simba Sports Club tumejidhatiti safari hii kufanya vizuri. Bahati mbaya ama nzuri, tumekutana na kigingi, lakini ili uweze kufikia malengo ya kuwa timu kubwa Afrika, huna budi kumfunga kila ambaye yuko mbele yako. Ulishasema ya kwamba robo fainali ya kwanza dhidi ya TP Mazembe ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza, robo fainali ya pili dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Orlando, dhidi ya Kaizer, dhidi ya Wydad, zote zilikuwa ni robo fainali za kujifunza. Sasa tumesha hitimu tunakwenda kwenye utekelezaji na utekelezaji wake tunaanza na Al Masry, pamoja na ugumu wake, lakini kwa ubora tuliokuwa nao safari hii na mipango tuliokuwa nao safari hii, imani yetu ni kubwa ya kwamba hii tunavuka. Kuna baadhi ya nyota ambao wanakosekana, tumezungumza na kocha ametueleza hilo. Shemalon Fondo, uh, Shemalon pia yupo kwenye kosi, lakini kwa mchezaji kama Fondo ambaye uh, amekuwa na consistency ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza uongozi uh, binafsi kwenye, kwenye hili limeumiza lime sana ya yeah, unapomkosa mwanajeshi wako hasa wanapoelekea kwenye vita husika inakuwa ni, ni pengo uh, Shemalon ukitoa tu ubora na umahiri aliyokuwa nao, lakini ni kiongozi uwanjani na ndiyo mchezaji ambaye kwa timu tuliokuwa nayo walau wana miaka mingi pale uwanjani. Kwa hiyo tumekosa mtu muhimu mno, lakini unapokuja kwenye swala la kiufundi kwetu hakuna pengo la aina yeyote ile kwa sababu anayekuja kumreplace Shame Alon naye ni bora vilevile vile, kwa maana Inspekta Karabwa. Kwa hiyo kwa sisi Simba Sports kwenye upande wa kiufundi hatuja miss, ama hatuta miss wala hakuta kuwa na pengo la kumkosa Shemarlon Fondo kwa sababu wanaokuja kusimama pale kwa maana ya Abdulrazak Hamza pamoja naye Inspector Karabwa ni watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi yao kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu. Vipi kuhusu pin pin kamera? Kamara yuko fiti e, aliumia kwenye mechi dhidi ya Azam akapata matibabu na akaitwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, akaenda na wenyewe kule, wakaenda wakam examine na wakaona yuko sawasawa. Akafanya mazoezi ya kutosha na timu yake ya taifa ya Guinea. Juzi amerejea, jana alikuwepo uwanjani kuangalia wenzie, na leo yuko safarini. Uh, yuko tayari na yuko timamu kuitumikia Simba, na ndio maana yuko safarini kuelekea Misri. Hii ni, ni robo fainali ya kwanza. Eh, robo fainali ya pili itachezwa hapa nyumbani. Lakini mm -hmm. Majuzi kwenye kupitia mkutano wa waandishi wa habari ulizungumza kwamba mmechoka kuishia robo. Mnaitaka nusu fainali ya michuano ya Kombe la Shirikisho Afrika. Eh, kwa namna ambavyo safari inavyoanza maandalizi ya kikosi unaahidi na Simba kuna kuna uwezekano wa kuingia nusu msimu. Binadamu lazima upige hatua kwenda mbele. Eh, na ndo kitu ambacho Simba tunakitaka safari hii. Tumeshafika robo fainali nyingi tu, ambao nao pia sio mafanikio madogo hata kidogo, hasa unapokuwa unafanya hilo jambo kwa marudio. Eh, kuna watu eh, wameshindwa kufika robo fainali. Amekuja mwaka huu, mwaka, mwaka ujao hayupo. Lakini kwa Simba tumekuwa na mwendelezo huo wa kufika robo fainali. Kwa hilo peke yake ni fanikio kubwa, lakini hatupaswi sasa kuishia hapo ama kujivunia kuishia hapo. Tunapaswa kupiga hatua kwenda mbele. Na tunapigaje hatua? Ni kwa kumtoa Al Masry na kwenda na kwenda hatua ya nusu fainali. Haitakuwa rahisi lakini inawezekana kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Nachoweza kudiriki kusema ya kwamba safari hii Simba Sports, tuna timu bora kwenye robo fainali kuliko tulipokuwa na timu eh, miaka minne ama mitano iliyopita ambazo tulikwenda nazo kwenye hatua ya robo fainali. Hii peke yake inatupa ujasiri ya kusema ya kwamba hii tunavuka. Thamani ya mchezo huu umebeba bendera ya Tanzania na East Africa. Ya thamani ya mchezo huu ni mkubwa sana ee, ukiachilia mbali bendera, lakini tumebeba mioyo ya wanasimba ambayo kwetu ni kitu muhimu sana. Matarajio ya wanasimba ni makubwa mno katika mchezo huu. Wanasimba wanataka kuiona Simba yao inatoka hatua hii ya robo fainali na kwenda nusu fainali, lakini kama haitoshi, Afrika Mashariki yote inamtazama mnyama anafanya kitu gani avuke kwenda hatua inayofuata. Tumeibeba bendera ya Afrika Mashariki, tumebeba bendera ya Tanzania, kila Mtanzania anatuangalia sisi tunaipa heshima gani taifa letu, tunaipa heshima gani ukanda huu wa Afrika Mashariki na kati, na wanasema ka, e, kipele kimepata mkunaji. Sisi hizo ndio kazi zetu za kuwakilisha taifa, za kuwakilisha Afrika Mashariki, ndio kazi zetu za kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Tunakwenda Misri kwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba katika mchezo huu wa kwanza, ni mchezo ambao tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi ya marudiano, na hili wanasimba ni vema wakaelewa vema. Katika mchezo huu wa kwanza kule Misri, tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatufanya mechi ya marudiano iwe nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo, tukipata ushindi ahalani wasahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukipata sare ahalani wasahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na hata ikitokea kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu aepushie mbali, tukafungwa mchezo huu lakini mechi yetu ya tarehe tisa, mechi yetu ya marudiano Dar es Salaam, mechi yetu ya marudiano Benjamin Mkapa ndio itakuwa mechi ya kufa na kupona. Tutafanya kila kinachowezekana mnyama aweze kufuzu kwenda hatua ya nusu fainali, na ndiyo mechi hiyo ambayo wanasimba sasa kutoka kila pembe ya dunia wanapaswa kuja Benjamin Mkapa. Na kwa hapa ni nianze kuwapongeza wale wanasimba wa mikoani, wameshaanza kufanya juhudi za kuja uwanjani, nimeona matawi mengi yameanza kujikusanya, washaanza kukusanya nauli zao kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Sasa eh, kazi iendelee ya kuendelea kuhamasishana mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe kutoka mikoani, tunawahitaji watu wengi zaidi waje. Tarehe tisa wa hapa Dar es Salaam na wenyewe ndo wasituangushe, na wenyewe waanze kuhamasishana. Tarehe tisa tukutane Benjamin Mkapa, yani pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe tisa unageuka kuwa uwanja wa vita. Mnyama anataka nusu finali, yani hata kama inatakiwa tukutoe Diego ili Simba tupate ushindi, atukuache baba. Ah, niombi eh, ah, ah, ah. Wanataka aliye nona ah. Eh, we Diego umenona wewe chiko, Ch eh, chiko mzuri <laughs> chiko mzuri. Msimu huu Simba mmecheza michezo mitatu miwili, kwenye nchi za Uarabu kwa maana Tunisia mechi moja, lakini pia Algeria mechi moja, nakwenda sasa kwenye ukanda huo huo kwa upande wenu, inaweza ikawa ni faida kwa kucheza tena kwenye ukanda huo baada ya kuwa mmepata matokeo mazuri kwenye mechi zilizopita, ya tumecheza Tunisia, tumecheza Algeria na sasa tunakwenda kucheza eh, Misri, alafu tutarudi tena kucheza Misri na fainali tutakwenda Morocco, sijui hmm. Umeelewa? Eh? Eh. Yani, tuna robo finali dhidi ya Misri, dhidi ya Al Masry ma, Misri tuna nusu finali dhidi ya Zamalek Misri, alafu robo finali sisi na RS Berkane Moroko, nusu finali hiyo. Sasa hiyo itakuwa mara nyingi, Simba huwa tunapita njia ngumu sana eh, very, very hard way. Ukiangalia okay, Simba kuanzia mechi ya kwanza ya kuania kufuzu kuingia hatua ya makundi tulikutana na kigingi cha cha, cha, wa Libya wale, mechi ikawa ngumu, lakini kwa ubora wetu tukafuzu, tukaenda kwenye hatua ya makundi tukakutana na timu mbili kutoka Afrika Kaskazini Sfaxien pamoja na Constantine. lakini kwa ubora wetu Simba Sports Club tukafuzu na tukaongoza kundi na kama haitoshi robo fainali tumepewa tena timu nyingine kutoka Afrika Kaskazini, na nusu fainali vilevile timu nyingine kutoka Kaskazini. Yote hiyo ni njia ngumu ambayo mnyama anapitishwa, lakini tutakwenda na njia ngumu hiyo hiyo, wanasema the hard way is the only way, njia ngumu hiyo hiyo. Ndio hiyo hiyo tutakayotumia nyama kupata mafanikio. Experience tuliyoipata kucheza na Constantine, tuliyoipata kucheza na Sfaxien, hali ya hewa ya baridi ile ni mazingira ambayo yanatupa ugumu, ama consolidation imekubali yenyewe. Hiyo ndio shida ya kurudia haina rivers kwa hiyo yanatupa ugumu, yanatupa, yanatupa ile ukomavu, hiyo e, ni neno sahihi, yanatupa ukomavu e, wa kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Na kingine kizuri ni kwamba tunakwenda Al Masry ambao kimsingi sisi ni mji wetu kwa miaka miwili mtawalia tumekuwa tukiweka kambi pale Almasiri. Kwa hiyo tunafahamu mazingira kinaga ubaga, hakuna wa kutueleza chochote katika mji huo. Kwa hiyo kimsingi ni Simba anakwenda nyumbani, tumeshazoea mazingira ya kaskazini, tumezoea mazingira ya Misri, tumezoea wapinzani wa aina hiyo. Itakuwa ni mechi nzuri sana kwa upande wetu, hakuna kitakachotushangaza. Ahmed la mwisho na sio kwa umuhimu, Zengwelo Eh, mm-hmm. Umeziona, nimeziona, vikao vimefanyika na viongozi wetu wamekwenda kwenye vikao, na tumemsikia mwenyekiti wetu Murtaza Ali Mangungu Chuma ameeleza kwa ufupi kile ambacho kimejiri kwenye, kwenye kikao muhimu. Wanasimba sisi tuwe watulivu, na kwa sasa concentration yetu tujielekeze Misri kwenye vita yetu hii dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya Al Masry, na tusubiri taarifa kutoka kwenye mamlaka husika. Waziri ndiye ambaye alitisha kikao, kwa yeye ndo atakayekuwa kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza, wamezungumza kitu gani na wameafikiana kitu gani. Sisi kwa sasa tutulie, tuwaache viongozi wetu wafanye kazi kwa maslahi ya Simba, lakini kwenye levu ya ushabiki sisi concentration yetu iweke kwenye hatua ya robo fainali. Hili ndiyo jambo muhimu mno ambalo liko mbele yetu hivi sasa, tunatakiwa kuvuka hapa kwenye robo fainali kwenda nusu fainali. Haya mengine tuyaache kwenye levu hiyo, yaendelee kushughulikiwa. Sisi tujitimize wajibu wetu kumtoa Simba hapa kwenda robo fainali, nusu fainali. Sisi yes, tunacheza sasa iwezekani. Manula ah, eh. sis. yu <laughs> <mshase. laughs> e yupo e, alikuwa majeruhi amerejea jana tumemwona kwenye bench kwe kwa hiyo bado hajakaa sawa, sawasawa sana. Haja, haj, hana match fitness. Inabidi abaki Dar es Salaam akiendelea na training e, daku, daku kwenye ndege baba. Na sio tu ndege, ndege ya kwenda Misri sio ya kwenda Rungwe. Tumebaki peke yetu yeah. E, tunatumia <laughs> hii Terminal 3 raha vibaya mno. Eh, sisi, kusema hapa sisi ni watu wachoyo <laughs> tunapenda tuna, tuna vitu vyetu peke yetu. Watoto wote chali, sasa hizi wanapambana, watu wengine wanaenda zao Mpanda airport ya kwenda Songwe ile, wengine wako zao kwenye sijara sasa hizi wanatafuta Dodoma. Terminal 3 tumebaki wenyewe sasa.

Afrika najua sasa hivi Simba anatoka Tanzania anakwenda Misri, wanakwenda Tabora sijui lini. Kupanga ni kuchagua, sisi tumechagua mafanikio. Misri sasa hivi eh, wenyewe wabaki na maandamano bana, mimi acheni niende jamani. Simenjoy ye? Yes, yes, mpata content nzuri, eh. E, basi pandisheni mapema hiyo. Yes, na nikifika nikifika Misri nitawatumia kipande, mpandishe wanangu. Yes, asoban yes. Na wiki nzima Misri pale mtakuwa mnanipigia video call tuna, tunafanya interviews mm. E, mji mmoja wa Ismailia. Ismailia ni, ni, ni mji ki wa kihistoria wa Misri pale. E, pembezoni yake unapita mfereji wa Suez Canal. Ani hatari baba, baba. E, kuna meli zinapita pale kutoka Ulaya ya Mashariki zinakuja Asia na Tanzania kuleta mizigo. Wewe unaenda wapi wewe we? Hiyo <laughs> ni sisi tu wenyewe subili kwenda uyui. Uyui ni stabola baba. <laughs> <laughs> uyui, tarehe <laughs> <laughs> mbili wako uyui hapo Urambo tuko <laughs> sisi tuko kanal tu, tu, tu,